Kauli nzito za naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ambaye anajulikana kama John Heche zimeibua maswali makubwa kuhusu uwazi, uwajibikaji na taswira ya serikali mbele ya vyombo vya habari vya kimataifa, ikiwa ni siku chache tu baada ya serikali kukosoa taarifa ya CNN kuhusu madai ya mauaji na mazito na maziko pia ambayo ilifanyika ya siri kule Tanzania. Sasa katika chapisho lake bana Heche amejibu moja kwa moja mkurugenzi wa idara ya habari Maelezo, Garrison Msigwa, na akimwelezea kuwa anataka kuikontrol CNN na anavyosimama na leseni za online tv nchini. Heche amesema kuwa serikali haitaki kukabiliana na maswali magumu na badala yake inajaribu kufunika taarifa kwa nguvu na kwa mamlaka. Sasa, Heche alikuwa amehoji kama waliohudhuria mkutano huo walipewa majibu ya maswali mazito yaliyotajwa na umma. Moja mili wa Tanzania waliouawa kwa nini hajarejeshwa kwa familia? Mama mjamzito kupigwa risasi mgongoni ni nani aliyeamuru? Majeruhi kuchukuliwa wakiwa wazima na kupelekwa mochuari kulitokea vipi? Amedai kuwa vyombo vya habari vya kimataifa kama CNN, BBC au Al Jazeera haviwezi kuzuiwa kufanya kazi kwa sababu tu afisa wa serikali hapokei simu au kujibu ujumbe. Heche ameongeza kuwa serikali haina cha kuficha, ingeangalia CNN kwenye, uh, angealika CNN kwenye mkutano huo ili wa, waulize maswali. Ametaja pia uh, uh, wenye nia ovu ni nyie wauaji, na sio wanaonekana kuwa wanaoanika uovu wenu. Akasisitiza kuwa ukatili hauwezi kufunika ama kufunikiwa, na kwamba Watanzania kwa sasa sio wajinga. Sasa hii nilichapisha, ambapo alikuwa ameliweka nikimnukuu, kwa haraka haraka tu nilikuwa nimekuambia baadhi ya vitu ambavyo alikuwa amevisema kwenye. Sasa hapa Msigwa anasema kwamba ama John Heche anasema kwamba wewe Msigwa unataka kucontrol CNN kama unavyo control CNN za online, TV za Tanzania, au unafikiri hilo ni gazeti unalotaka kufunga wakati wote unalotaka hao. Leo umeenda kuhutubia hapo, wamekuuliza mliua watu wangapi? Je, wamekuuliza kwa nini hamjawapa Watanzania miili ya ndugu zao wakazike? Wamekuuliza kwa nini mlipanga, mlipiga mama mjamzito risasi ya mgongoni? Wamekuuliza kwa nini majeruhi wamechukuliwa wakiwa wazima na kupeleka mochari? Unafikiri CNN, BBC kwenye uwanja wa ujibu message. Kwa nini leo?